Kweko kabla yani, utamaduni ambao ulikuwa kwenye mataifa baadaye wa, Mungu atusaidie, wa watu wanasema Ibrahimu alitoa fungu la kumi ni kwa sababu alikuwa hii ilikuwa exercise kwa watu wa mataifa pia, haleluya. So fungu la kumi alichanza na Mungu ni watu wa mataifa walikuwa wanafanya. So Ibrahimu alipokuja, aka exercise the same. Yakobo akaidi, Musa akaweka kama sheria lakini maji waje tuone Musa fungu la kumi kwenye Biblia linawekwa ama walikuwa wanatoa ili walishe maku, watoto Walawi, si ndio? nia makuani aa, hawa makuani hawakuwa na mashamba hawakuwa na bia hawakuwa na mali pa kufuna hao, walikuwa wametegemea madhabauni na pia fungu la kumi lilisha wachane hiyo lililisha mayatima fungu la kumi hilo lililisha pia wakeni ambao wamekuja kwenu, wamekimbia wamekujia wamekimbilia kwenu, lililisha lilifanya kwa uhitaji, walio na mahitaji. Sasa ukitaka kujua, nyaraka asifundishi fungu la kumi, kila walifanya, waliacha tamatuni, wakaangalia kazi ya fungu la kumi ilikuwa inafanya nini inalisha walio na uhitaji, inasimamia watumishi na nini na nini. So walifanya lakini si kwa njia ya tamatuni ya ya kule nyuma. Si Paula anasema kwamba tutoe kwa ajili ya, si ndio? Paula anasema ngomba burako nafaka asisuhiliwe, maanake watu waendelee kutoa kwa ajili ya mahitaji mahitaji ya wengine. So wali exercise kila ambacho kilikuwa kinafanywa na fungu. Glory to God to, unajua kuna busu takatifu kwa Biblia. Busu utakatifu kwa Wayahudi, kwao haikuwa shida, na nyaraka za Paulo zimesema busu takatifu. My friend, kwa utamaduni wao hamna shida. Sasa wezi kuchukua utamaduni ule ule ulete wakati wetu hapa Kenya utamatuni wetu utakula kofi, utasabwa, utakula rungu. Yaani, mimi natembea na mke wangu, hata kama tuko kanisani, nani amekupa ruhusa kumbusu mke wangu? Yaani nasema huu si wetu, so kila tutachukua ni kila ambacho kiko nyuma ya nini? ya ile tamatuni, ile busu takatifu. So tutachukua message tuwa message siic utamatumiwa wenyewe, yani, mati bwana weu ndio umepata mke hata nipatu. Tumekuja kanisani, halafu nakuja na haki, kwanza na muhaki namkumbatia pande hii namfanya hivi namfanya hivi nampusu huku nampusu huku nampusu, nampusu. halafu nasema ujue hii ni pusu takatifu Ni sawa na kuwa umechukua utamaduni wa watu wengine ukaleta mali ambapo hao watu uh, yani ya mbaya. Ni kweli, so tunachukua message tunaacha tamaduni za watu. Glory to God, ni kama Pasaka. Pasaka ni utamaduni ulikuwepo, so, nda, nyuma ya Pasaka kuna message Hallelujah! Nina changa hata bengo wanabebea hii ya juzi, hata wamama walibebeshwa misalaba. Sasa mama, atafadhali mwanaume, mama mama wenyewe mmebebeshwa msalaba na ng'ang'ana <coughs> naye. Halafu hii yetu hii ya leo hii, wewe unabebeshwa msalaba na ukianguka mwanamke ndiye anakuja kukusaidia, na wakati Yesu alianguka mwanaume ndiye alimsaidia chame but. Halafu hii Pasaka yetu hii hakuna viboko, unakula unaenjoy na msala msalaba wametengeneza kwa ninisi mzito na, una unaenjoy. wakati mwingine tuache utamaduni wa Kiyahudi. Haleluya. tunaangalia message pasaka ndio nini nini, ujumbe ambao ulikuwa nyuma ya Pasaka alafu tunachukua tuna clap hiyo Haleluya. Glory to God. Haleluya. Yeah. ni kama Yohana Mbatizaji anachokifanya nachitaka kujukua mpaka tamatuni za watu. Sasa wewe, nikuuliza, kuna inji zingine, inji zingine zipo watu wanakaa uji uji wanaka ujiuji tu, ujiuji ujua kama msungu msungu mazi ukiajiriwa, okay, na msungu nako na swimming pool, ujua yeye atakuwa amefunika hapa na hapa hivi, lakini mwili wote uko uji. Halafu wanakuita <laughs> na nakutuma sasa, utaweka macho wapi? Ni yeye yeah, kwake ana shida <laughs> tamatuni. Haleluya! so ukienda kuhubiri injili kwao, chukulia, ulikuwa unafanya uinjilisti, mkapita kwenye jamaa, wapo wao wamerelax, hawana shida. Maana kwetu ukimwona mama atakimbia mbio wametulia, wanataka uwape injili, utafanyaje? Kwanza faeni, kwanza mfae vizuri, mjistiri ndio niwahubirie. Atakuuliza una kicho kizuri wewe, maana kwako ndio kuna shida, kwake hana shida, ni tamatuni ya kwao haleluya. Ndio unakuta tamatuni sina change. Tamatuni tamaduni ya hii kabila hii, ya jamii hii na jamii hii zinaweza zikawa tofauti kwenye Wakamba tunaangalia so, tu tu the message, glory to God. So Biblia hii imejaa tamaduni za watu, walitumia tamaduni kuwasilisha ujumbe, wametumia matukio. ni sawa na, mat, na na na tukio lile la wakati wa Nuhu, tukio la wakati wa Nuhu. Watu wanafikiria safina ilikuwa meli. Nataka waende waangalie, leo kuna tofauti. Meli inatembea juu ya maji. Lakini safina ya Nuhu ilielea juu ya maji. Haikutembea. Safina ya Nuhu inafananishwa na kikapu ya nyumbani, kikapu ambacho Musa aliwekwa ndani. Unajua watu wanafikiria kikapu ambacho wa Musa aliwekwa ndani, waliweka kwa maji ikaanza kusunguka na Musa ikitembea. Jaribu leo, ukitaka kujua iko akikuwa kikapu. Chukua kikapu chako aenda weka kwa bani na kamtoto ndani, kataingia ndani ya, ya maji. Sasa so, kikapu ambacho Musa aliwekwa ndani na safina sinazulia kitu kimoja sa so, safina ya Musa kulingana na maelekezo ya Mungu na yale maelekezo ya Mungu kwa Musa juu ya hekalu, safina ilikuwa ni hekalu. Haleluya, hekalu la Bwana, mahali pa mapumziko, ili rest. Ilikaa juu ya maji ikatulia. Ni sawa na vile vinasema Genesis chapter 1 verse 2, roho wa Bwana katulia juu ya vilindi vya maji. The same same safina ikakaa juu ikatulia pale juu ya maji, so inaonyesha mahali kuna machafuko, mahali kuna kasia, mahali ambapo hakuna oda. Kazi ya mungu ni kuleta oda. Haleluya, kazi ya Mungu ndio unaona Yesu wakati wa machafuko anatuliza. So mtegemee Mungu kwenye machafuko. Mtegemee Mungu kwa njia zako. Hallelujah. Glory to God. Yeye ndiye kama kuna mtu aliimba yeye ni mtuliza mawimbi ni right? Bali kuna mawimbi anakuja anatuliza. Analeta habari njema. Sasa, so safina si meli. Meli inatembeanga kwa maji kia yeah. Safina ilikaa katulia juu ya maji. Glory to God. Glory to God. Takuja kujifunza safina kama hekalu ndio utakuja kuona. Tu ka tu chenyu chimaji uje. Hii safina ni kitu cha kiroho, kwa sababu Nuhu amefunga nini, mlango umefungwa. Alafu inaonekana uwezi funguliwa, kuna aliyefunga, si kweli? So kufungua na kufunga haiko kwenye mamlaka ya Nuhu. Kitu kingine ambacho ukishikulia safina kama Safina literally bila, unasikia safina nyingine iko mahali wapi? Ni kubwa sana ile ya Nuh bado iko. Ukijukulia literally, kumbuka Nuh yuko kwenye safina. Aliambiwa ingia na wanyama wa kike na wa kiume, si ni kweli? Wewe wewe, tukikutuma saa hii, wewe ndio wakusanya wanyama, unaweza? Sasa so, na kwa alikuwa wanyama. Yaani angalia the message. Hallelujah. Alafu wako ndani anachunguza ana, ana, ana, kile kiko nje katika kanafunguliwa na tuma ndege anaenda. Wa kwanza akakaa huko wa kurudi. Mwingine sijui alirudi. Wewe unaweza tuma ndege wewe? So Biblia Biblia iko na kitu kinaitwa supernatural context, muktadha wa kiroho. Kuna mambo ya kiroho yalikuwa yanafundishwa. So tukiangalia safina, hatuangalii safina kama meli. Meli wewe siwaokoa. Meli mawimbi itapiga, meli itanguka hizi meli. Wacha mvua inyeshe kama ile tunajua ilinyesha wakati wa Nuhu. Meli itasama, lakini safina atimo, maji yanakuja, safina inainuka, ina make sure imekaa juu ya maji. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Mungu ni mwema. Tunamtegemea Baba. Glory to God Tunategemea Mungu, Mungu wetu kwa kila jambo. Yeye ndiye tegemezi letu wakati wa machafuko, wakati wa fujo tunalitia jina la Bwana. Anaitwa mtuliza mawimbi, haleluya, ama mtuliza bahari. Kianda alimba, ewe mtuliza bahari alimba, basi alikuwa anafunua kweli kweli, akatuliza penye machafuko yapo Mungu yuko pale Haleluya. Atatuliza. Kasini wamekuinukia mambo imekaa ikai sawasawa, kuna ma pressure za ukufutwa kasi, nyama yupo anaitwa mtuliza mawimbi tuliza bahari, mtekemee yeye. Haleluya. Atatengeneza njia mtasame na umwite yeye. Glory glory to to God, God, Bwana Yesu asifiwe, glory to God. So mausia Bwana ni nini? Neno lake. Neno la Bwana ni tamu kuliko nini? Asali. So ni luka ya picha kwa neno la Mungu. Yani, uh, uh, uh, anatumia asali. Uja asali, pia si asali tu Hallelujah. <laughs> Glory to God. Anasema neno la Mungu ni ni tamu. So, neno la Mungu ni tamu kuliko asali. So neno la Mungu ni tamu. Eh? Yaani, ni tamu yaani mausia ya Bwana ni hebu nisome hapo tena. Anasemaje? Anasema asema, mausia yako ni matamu sana kwangu kupita asali kinywani mwako. So, ni luka ya picha inaongelewa hapa. Maana neno la Bwana tuweke vinywani mwetu na kula. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Unapopata ufahamu na ufunuo, neno la Bwana ndio chakula chako. Glory to God, ndio kinakushipisha, ndio kinakushipisha. So luka picha ni anaposema neno la Bwana ni yaani, mausia Bwana ni matamu sana kuliko asali, anamaanisha kwamba, kama kusema kwamba neno la neno la Mungu ni bora kuliko kitu chochote. Neno la Bwana ndio liko juu. Haleluya. Bana sio najua ukilinganisha asali na kuku kani nzuri, ina utamu sana ah, waja kwa namna ya kushiba. Nimesema tu nini kitamu pale, asali iko tu juu, siku zote ni tamu kweli kweli, na inatengenezwa na nyuki mnyama. So, anamaanisha kwamba mwandishi anamaanisha kwamba neno la Mungu ni bora kuliko kila kitu chochote. Haleluya, so Mfalme wako ni nini? Neno la Bwana. Kiongozi wako ni nini? Neno la Bwana. Weka kinywani na unalisema, glory to God, kulitafakari. Maanake lifanya liwe karibu, lifanya li rotate kwenye fahamu zako mara kwa mara, litakufanya ushinde. Glory to God, taka tumalizie tetrono mjamtaidi verse tuma 3 tumalizia tetono mjabitaitu wa mgumu la Torati 8 mstari wa tatu asema ka... akak, akakutweza akakuacha uone njaa akakulisha kwa maana aka usiojua wewe mm, wala baba zako hawakujua mm, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu aishi kwa mkate tu mm, bali uishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana so anafananisha mkate na mausia ya Mungu au neno la Mungu. Mausia ya Mungu ambaye neno la Mungu. So mkate ni luka ya picha, mkate pale ni luka ya picha, si mkate wa kawaida. So mkate tunaweza kula kila siku sindio? Oi, mkate tunaweza kula kila siku. mkate huwa una mkate huwa una kusinya ni Kiswahili. Mkate unasinya mtu ni Kiswahili, ni Kiswahili. Amkate huwe unasinya mtu. Mkate ni kitu unaweza kula daily, si sindio? So anamaanisha kwamba kama unaweza kula mkate daily, unaweza uka kula neno la Bwana daily. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wasifiwe amen. Kama unaweza kula mkate daily si hata neno le la Bwana unaweza ukafanya hivyo daily, ukajifunza kila siku, si ni kweli? so kweliso ah, uko wapi? So, tunaweza tukajifunza neno la Bwana kila siku, tunaweza tukajifunza neno la Bwana kila siku, tunaweza tukajifunza neno la Bwana kila

mfumo wa akili yako kila siku. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi nilikuwa naona niliona mtu mmoja akihubiri ana, alikuwa na hii hii Sunday, alikuwa na, unajua kuna kitu kinaitwa mesa ya Bwana pia, tena kimekuwa tu kama ndio kimekuwa ndio fundisho, sijui yani, kila mhubiri unasikia tu mesa ya Bwana mesa ya Bwana. Sasa huyo alikuwa na kashifu wale ambao yani, ana anasema wale ambao uh, kumbuka yeye ana anaambia watu mesa ya Bwana. Alafu ana, an, the same same anasema kwamba uh, ameshangaa watu wamebebeshwa misalaba pale na nini na nini na nini. Alafu anasema hao wanafanya kimwili. Sasa nikijaribu kuunganisha, yeye anafanya mesa ya Bwana the kimwili. Yaani the same, yani <laughs> eh? Sasa alafu, walikuwa wanajiganganya hivi, wanapeana mfano kwamba Musa alipeana mana na Yesu anasema maana ye kuleta nini, nakumbuka nao wameandaa mesa ya so kama mana kuleta uzima, alafu wenyewe wanasema mana inaingia tumboni Alafu wa anaambia watu njooni Jumapili mpate nini? <laughs> mpate usima hii mesa ya Bwana still pate naingia kinywani ende tumboni toke wapi? So tofauti ya mesa ya Bwana na waliopepa misalaba, maana hata waliopepa misalaba walifanya nini? Wali, walifanya bibilikali na pia walifanya kitu takatifu, si ndio? Si ni takatifu walikuwa na Biblia wamejipanga pile wakisoma maandiko wakimba sa so, walifanya ibada pia. Sasa wewe unawacheka na wanaa kikaam na, na kula a, a, a, a, a mkate kanisani na juisi. So juisi imekuwa lini damu ya Yesu? Kuna mtu alisema kitu mali watu wanaotumia maji matakatifu kwa miujiza, kwa nini wasienda tu kwa bahari? Bila tu unaweza badilisha maji ya juba, siende tu kwa bahari? Maana kama hii ndakwambia, leo nabadilisha hii maji ya damu ya Yesu, munywe, mtakasike, mpone, si tuenda kwenye bahari na tutakase maji ya bahari, hiyo ni mingi, si ndio? Maji mengi mno, halafu watu wafanye nini? Waokelee wengine wakinywa Kenya yote tumalize hii mashughuli yote tutoke kwa ma, kwa shughuli za magonjwa tufunguliwe, tutakasike na tukae na amani siku zote. sa Sawa ya jumba ni za kuuza, ni biashara. Glory to God. Si Mungu amekubariki sana. Haleluya, Baba amekubariki, si leo tu ni milele. Glory to God. Nimekubariki, fanikiwe katika njia zako unapoendelea kulita. Tutaendelea, sijamaliza so sijamalizaz kutafakari, bado sijamaliza. Kuna mambo mengi ya kuangalia, lakini tutaangalia tunapoendelea. Glory to God. Tutaendelea lakini kutafakari kwa kibibilia, e, tutaendelea kujifunza ili uone e, kutafakari tu kwa akili, bali unaweka neno la Mungu kwa kinywa, alafu unasema Glory to God. Jifunza kujisema kutumia neno la Mungu kujisema mimi ni mtakatifu. Niko kama vile ambavyo Mungu amesema. Si vile wanadamu wanasema, si ndio? Sema kama nimeoshwa, nimetakaswa. Unaona? Neno la Bwana linasema hivi. Glory to God. Kwenye changamoto, kwenye shida zako, jifunza kutamka neno la Bwana. Kwenye safari, jifunze kutafuku kutamka neno la Bwana. Glory to God. Utaona ma, Utaona impact, utaona matokeo ya neno hilo katika maisha yako. Glory to God. Tutajifunza pole polepole, tuone muhimu wa maneno, kwa nini kusema kwa kinywa chako maneno. Inaumba haleluya! Maneno inaumba, ina inaleta imitation, maneno inabadilisha mambo haleluya! Unaposema unafanya vitu visivyowezekana kwamba viwezekane. Maana niliamini nikasema. Glory to God. Glory to God. Tusimame kwa jina la Yesu.